Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wataala, pia kumtakia rehma na amani mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kabisa ninausia nafsi yangu kuhusu kumcha Allah subhanahu wataala na kukuhusieni nafsi zenu kuhusu kumcha Allah subhanahu wataala. Ndugu Waislamu, leo tutazungumzia talaka ya kulazimishwa, kwa kuwa Wako wanaume wengi katika zama hizi wanajuta, wamewaacha wake zao kwa lazima ya talaka ambazo sio za kisheria, na pia wako wanawake wengi katika zama hizi wanajuta, wamejitoa katika ndoa kwa lazima ambazo sio za kisheria, na lawama hizi mara nyingi hutuangukia sisi wazazi kwa sababu tumekosa kulea ndoa za watoto wetu namna ilivyo. Kama zamani, wazazi wa leo hatuna mbili, tuna moja tu. Akikuzingua na wewe mzingue. Haya ni madeni ndugu zangu Waislamu, ambayo tutaenda kuyalipa siku ya Kiyama, lakini na sisi wanandoa, mara nyingine tunaposhauriwa tuchanganye na akili zetu. Huwezi kumtii kiumbe na hali ya kuwa unajiingiza katika kumkosea Mwenyezi Mungu, maana wako wazazi wengine ni walevi, wako wazazi wengine ni wavuta bangi wako wazazi wengine bado hawajafahamu sheria za dini yao tukufu ya Kiislamu kuhusiana na talaka, amma almukrihu, amma talaka ya kulazimishwa, faqad dhahaba almalikiyya wa shafi'iyya wal hanabila ila anna talaqahu la yaqa. Imamu Maliki kaharamisha tolaka hii, Imamu Shafii kaharamisha tolaka hii na Imamu Ahmadi Ibn Hanbali pia kaharamisha tolaka hii, na hii ndio kauli yenye nguvu duniani, wakisema wanaochuoni hawa kwamba li annahu la iradatu wala khitiyaru la kwamba hakika yake huyo anayelazimishwa hakutaka, maskini hakupenda na wala hakukhiari. Wakisema wali iradatu hiya asasi taklif, na huko kutaka kupenda kuhiari ndio msingi wa hiyo nguvu yenyewe. Wakisema faidhan tafat pindi unapokosekana msingi wa huko kupenda kutaka kukhiari in tafat taklif, msingi wa lazima umeondoka. Kwa hiyo talaka hiyo inabakia kuwa ni haramu. Wakasema wanaochuoni hawa kwamba, faman ukuriha ala kalimatil kufur mwenye kulazimishwa juu ya taamko la kufuru, akamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala fanatakabiha na akalitaamka taamko hilo, wanasema la yukifaru, hawezi akawa amekufuru. Dhima hiyo inamwendea huyo aliyemlazimisha, madeni hayo yanamwendea huyo aliyemlazimisha liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema kwamba man kafara billahi min ba'di imani, mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu baada ya Uislamu wake, adhabu kali inamngojea. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba illa man ukriha wa kalbuhu mutmainu bil iman, ila yule ambaye amelazimishwa na hali ya kuwa moyo wake umetulizana kwa imani. Wakisema wanaochuone hawa kwamba wa kadhalika man ukuriha ala talaq, na vivyo hivyo anayelazimishwa juu ya taamko la talaka akataamka pasi na kupenda, pasi na kutaka, pasi na khiari, pasi na nia ya kutoa talaka hiyo, wakasema kwamba la yaqau talaka, haiwezi ikawa imetuka talaka yake. Kwa hiyo talaka hiyo inabakia kuwa ni haramu li kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema kwamba rufi'a an ummati kalamu ya kuandikia madhambi imeondoshwa katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mambo matatu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, jambo la kwanza alkhata, unapokosea ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hauwezi ukaandikiwa madhambi. La pili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema wanisiyanu la pili ni kusahau. Wanaposahau, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hawawezi kuandikiwa madhambi. Jambo la tatu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wamastukirihu alaihi, na watakapolazimishwa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuingia katika kufuru, hayo sio madhambi, hawawezi kuandikiwa madhambi hayo. Walkamalu lilah, wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.